Hujambo na karibu sana katika chaneli yetu ya Mwananchi Digital ambayo tunakuletea habari ambazo zimeyakinika kutoka ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Leo Januari 2 mwaka 2026, na tunaangazia hali tete inayoendelea nchini Irani, hali ambayo imezua taharuki kubwa ndani na nje ya nchi hiyo katika siku za hivi karibuni. waandamanaji na vikosi vya usalama wamekabiliana vikali katika miji kadhaa ya Irani, na kwa mujibu wa ripoti rasmi, takribani watu saba wameuawa. Haya ndiyo yameripotiwa kuwa vifo vya kwanza tangu maandamano hayo yaanze, jambo linaloashiria hatari ya hali kuzidi kuwa mbaya zaidi. Wananchi wa Irani, hasa wafanyabiashara wa maduka katika mji mkuu wa Teherani, walianza mgomo Jumapili iliyopita wakipinga mfumuko mkubwa wa bei na kudorora kwa uchumi. Mgomo huo umeenea kwa kasi hadi katika miji mingine, huku wananchi wakilalamikia gharama kubwa za maisha na ukosefu wa ajira. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, watu wawili waliuawa katika mji wa Lordegan huku wengine watatu wakipoteza maisha mjini Azna baada ya mapigano makali kati ya waandamanaji na polisi. Polisi walilazimika kutumia gesi ya kutoa machozi baada ya waandamanaji kushambulia majengo ya serikali, misikiti na benki, wakati huo huo, watu kadhaa wakikamatwa. Awali, televisheni ya taifa iliripoti kuwa mwanachama mmoja wa vikosi vya usalama aliuawa mjini Kouhdasht, hali iliyoendelea kuongeza mvutano mkali kati ya pande hizo mbili. Lakini kilichoongeza uzito wa tukio hilo ni kauli kutoka nje ya Irani. Rais wa Marekani Donald Trump ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social akisema kuwa ikiwa Iran itatumia risasi na kuua waandamanaji wa amani Marekani inaweza kuingilia kati ili kuokoa. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa wa kimataifa, huku wengine wakiona ni onyo kali na wengine wakihofia kuingiliwa kwa uhuru wa taifa la Irani. Kwa upande wake Rais wa Irani Masoud Pezeshkian amekiri kuwa madai ya waandamanaji kuhusu maisha ni ya msingi, kushindwa kuyashughulikia kunaweza kuleta athari kubwa kwa taifa. Hata hivyo, mamlaka za Irani zimesisitiza kuwa hazitavumilia vurugu na zimeahidi kuchukua hatua kali dhidi ya yeyote atakayeharibu mali na kuhatarisha usalama wa nchi. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kufuatilia kupitia platfomu zetu mbalimbali ili uweze kufahamu kinachoendelea nchini Irani. Afadhali baki nasi.